<laughs> Ulikuwa uzinduzi wa kubaini wanafunzi waliofanya mtihani wa KCPE mwaka jana waliopata nini, wataenda wapi na lini. Waziri wa elimu Profesa Jacob Kaimenyi alizindua rasmi uteuzi huo katika taasisi ya mtaala nchini, huku shule za taifa nchini zikipokezwa orodha ya wanafunzi watakaojiunga nao katika uzinduzi huo Kaimenyi alikuwa na onyo kali kwa shule zinazowafukuza wanafunzi kwa sababu ya matokeo duni. Kumeshuhudiwa visa vingi vya wasimamizi wa shule kuongeza karo ya shule na ole wao. I therefore want to caution schools that perpetuate this malpractice to desist or face disciplinary action and legal action. Baada ya uteuzi wa shule za taifa ule wa shule za kaunti utafanyika kati ya tarehe 20 ni, na tarehe 21 mwezi huu. Wanafunzi laki nane walifanya mtihani wa KCPE mwaka jana sasa ikibainika ni laki sita pekee watakaopata nafasi katika shule elfu nane na sitini na saba zilizoko kote nchini. Idadi ya wanafunzi wanaojiunga katika shule za upili imeongezeka mwaka huu ikilinganishwa na miaka ya awali, lakini wanafunzi laki moja na elfu tisini na sita hawatapata nafasi katika shule za upili. Hata hivyo, suluhisho mbadala imependekezwa ili kuwafaa katika mstakabali wao you know Wanafunzi elfu kumi na saba watajiunga na shule za sekondari za taifa. Shughuli ya utoaji nafasi za shule za upili inatarajiwa kukamilika Jumatano ijayo, huku wanafunzi wakitakiwa kuripoti shuleni kati ya tarehe tatu na tarehe kumi mwezi huu. Candidates.